Ni kukaribishe mwanamichezo, popote pale ulipo, bila shaka najua yu mzima kabisa wa afya, na huku tukiwa tunasubiri kujusana zile taarifa mbalimbali za kiburudani na michezo kutoka nje na ndani ya mipaka ya Tanzania, najua una shauku kubwa sana ya kuweza kujua ni nini ambacho kitajiri kutoka pale bodi ya ligi, kauli yao itakuwa ni ipi juu ya sakata la derby ya Kariakoo kuahirishwa, Yanga Africans Um, akimwalika Simba Sports Club katika dimba la Benjamin William Mkapa ambapo ilizua taharuki kubwa mno mara baada ya wekundu Msimbazi Simba Sports Club tarehe ya nane kwenda e, katika uwanja huo Benjamin William Mkapa wakidai walikuwa wanaenda kufanya mazoezi ya mwisho e, katika tarehe hiyo ya tarehe saba kuamkia tarehe nane e, basi ilikuwa taharuki kubwa kweli kweli, na Simba wakazuiwa kuweza kuingia katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa huku mambo mengine kadha wa kadha yakiwa yanaendelea kujitokeza e, na tumeweza kuona majirani zetu e, ama wanasoka wenzetu e, Die Young Africans wao wakipata wa msiba washabiki wao kutoka Mbeya e, mara baada ya kutokea sintofahamu ya Simba Sports Club dhidi ya Die Young Africans e, siku ya tarehe nane ambapo wao walikuwa wanaingia uwanjani kama kawaida, kwa sababu taarifa ilitolewa na klabu wow, ya Yanga kwamba wao mechi yao iko pale pale wataicheza tarehe ya nane, lakini Simba Sports Club na wao walikazia msimamo wao na kusema kwamba hawataingiza timu uwanjani kutokana na makosa ambayo wamefanyiwa na baadhi ya watu ambao ikisadikika ni mabodyguard wa Yanga African ambao walifanya fujo hizo za kuwazuia Simba Sports Club wasiingie katika uwanja huo wa Benjamin William Mkapa ambapo wao walidai wanakwenda kufanya mazoezi ya mwisho ili kuhakikisha wanakaa fit kupambana na mchezo mchezo wa tarehe nane e, ambao ilikuwa ni saa moja na robo mchezo ambapo ungepigwa. Lakini tu baada ya kutokea tukio hilo Simba nao wakatoa taarifa kwamba hawataingiza timu uwanjani kutokana na sababu zao za msingi ambazo wanazieleza wao katika barua yao ambao waliitoa na hivyo TFF e, bodi ya ligi wakiwa wamekaa chini kutazama ni lini watatoa e, tarehe ya mchezo kurudiwa wa Young Africans dhidi ya Simba, na huku mashabiki wa soka wakiwa wana shauku ya kupata kujua kwamba itakuwaje, nani atapewa adhabu na tarehe itakuwa ni tarehe ngapi mwezi wa ngapi, kwa ajili ya kuhakikisha wanakwenda kushuhudia adabu ya Kariakoo msimu elfu mbili ishirini na nne msimu ishirini na tano e, duru la pili hili watu wanakwenda kukamilisha na kufunga hesabu zao kwamba ni nani ataondoka na kombe ligi kuu soka Tanzania bara ni Dayang Africans mtetesi au Simba Sports Club, ambaye atakwenda kumnyang'anya Dayang Africans haijulikani, lakini dabi ya kali yako nadhani itaamua mambo mengi zaidi. E, ndapo Simba na Yanga wakikutana, atakayemshinda mwenzie nadhani ni mwanga mkubwa ambao utaonekana. Nini maoni yako, mfuatiliaji wa uh, Kigoda TV? Unaweza ukaacha maoni yako.